Yanayohusu elimu ambapo muungano wa walimu wakuu wa shule za msingi na sekondari msingi wamepinga hatua ya walimu wa shule za sekondari msingi kujisimamia. Mwenyekiti wa muungano wa walimu wa shule za msingi Fuad Ali anasema amefaulu kukamilisha vyema mitihani ya gredi ya tisa ambayo ni ishara tosha kwa kila kitu kishwari nchini. Wakati huo huo, baadhi wa ya walimu wanapinga ripoti ya serikali kuhusu shule ghushi, kama anavyotuarifu Francis Mtalaki kutoka huko Mombasa ni katika siku ya kwanza ya kongamano la walimu wakuu wa shule za msingi na sekondari msingi mjini Mombasa ambapo zaidi ya elfu kumi na tano walioko hapa wamepinga hatua ya walimu wa shule za sekondari msingi kutaka kujisimamia. Kami, kupitia mwenyekiti Fuad Ali, walimu wakuu wanashikilia kwamba kila kitu kishwari na uongozi ulioko kwa sasa ndio bora zaidi na kuhusisha kila Mkenya na maoni yote kuchukuliwa kupitia jopo kazi la rais kuhusu elimu uhuru uko na usimamizi wa hizi shule ambazo kwa sasa tunaziita comprehensive schools. Ndio maana tunasema tu, badala ya kujiita Kenya Primary School Heads Association sasa tunajiita Kenya Comprehensive School Head Teachers Association tukijumuisha comprehensive school yote, na hakuna matatizo yoyote badala yake anawataka walimu wa sekondari msingi kuweka siasa za miungano nje ya shule na masomo kwa mtaala wa CBE, kwani hakuna mwanya uongozi. Akisifia mtihani wa gredi ya tisa: kama kungekuwa na shida tusingeweza hata kufanya hii tathmini ya gredi 9 ambayo imefanyika. Mambo yameenda shwari, usimamizi uko sawa, kisisi kama keksha, hakuna tatizo lolote. Baadhi ya walimu wamepinga msimamo wa serikali kuhusiana na shule ghushi wakisema Serikali ipo na stakabadhi hizi na kuwa amekuwa akiwasilisha faili hizo kila mwaka. Surely, how can a school be registered? There is HOI. There are teachers in that school. There are watchmen. And then you are told that, uh, that school is a ghost school. Is it, uh, which planet are we in this world? Walimu wakuu pia wanaitaka serikali kuwasilisha mgao kabla ya shule kufunguliwa ili kuepuka changamoto za kifedha wanazokumbana nazo kila mwaka.